Umewahi kukutana na mtu ambaye moyo wako unamhisi sana hata kama akili yako inakwambia achana naye? Au umejikuta ukimpenda mtu ambaye anakutesa lakini bado unashindwa kuondoka? Swali ni, huo ni upendo au ni kifungo cha kihisia? Leo tutachambua aina saba za bonds katika mahusiano kisaikolojia ambazo huamua kama mnapendana kwa afya au mmefungwa kihisia kwa maumivu. Na nakuahidi, ukimaliza video hii, utaelewa vizuri kwa nini baadhi ya watu hawawezi kutoka kwenye mahusiano yanayowaumiza na kwa nini wengine wanapona haraka. Lakini kabla hatujaanza, fikiria mtu ambaye moyo wako umekuwa nao, lakini kila mara unahisi kuna kitu hakiko sawa. Weka picha yake kichwani. Sasa hebu tuanze safari ya ndani ya akili ya mwanadamu. Kabla hatujaendelea, kama wewe ni mtu anayependa kuelewa mahusiano kwa mtazamo wa kisaikolojia, subscribe kwenye chaneli hii ya Fikra Chanya, kwa sababu kila wiki tunafungua milango ya akili na nafsi, ili ujifungue kutoka kwenye bond zinazokuumiza na ujenge bonds zenye uponyaji. Na kama unataka kujua bond gani unayo kwa sasa, tafadhali kaa hadi mwisho. Kwa sababu nitakupa njia ya kujitambua kisaikolojia dakika ya mwisho kabisa. Hebu tuanze hii safari ya kufungua akili yako. Aina ya kwanza, trauma bond au upendo unaotoka kwenye jeraha. Hii ndio bondi yenye sumu zaidi lakini watu wengi hawaijui. Ni pale ambapo mtu anakujeruhi halafu anakufariji, na akili yako inaanza kuchanganya maumivu na mapenzi. Unajikuta unaanza kumwona kama mtu pekee anayeweza kukutuliza ilhali ndiye anayekuumiza. Kisaikolojia, hii hutokea pale dopamine na cortisol zinapochanganyika. Kila wakati anapokuumiza kisha kuomba msamaha, unapata dopamine hit kama mtu anayepata dozi ndogo ya dawa ya kulevya. Ni kifungo cha trauma reward cycle. Unabaki si kwa sababu unafurahia bali kwa sababu umefungwa na maumivu ya urudufu. Huu si upendo, ni kifungo cha kihisia kinachovaa sura ya mapenzi. Aina ya pili, attachment bond, au uhusiano unaotokana na hofu ya kupoteza. Kisaikolojia, hii ni bond inayojengwa tangu utotoni. Mtu aliyewahi kuhisi kutelekezwa hupenda kwa hofu, si kwa uhuru. Unahisi bila yeye huwezi kuwa salama. Hii bondi haijengwi kwa upendo, inajengwa kwa need. Ni kama mtoto anayemshika mzazi wake kwa nguvu, sio kwa upendo, bali kwa hofu ya kuachwa. Katika mahusiano ya watu wazima, hii inaonekana kama kudhibiti mwenzi wako, kucheki kila wanachofanya, kujihisi huna thamani bila yeye. Hii ni bondi ya uyambatano, si ya kiroho inahitaji uponyaji kupitia self security kabla ya kuamua nani wa kumpenda. Aina ya tatu, soul bond au muunganiko wa kiroho unaopita mwili. Hii ndiyo bond ambayo watu wengi huita soul connection. Ni pale ambapo mnajuana hata kabla ya kuonana, maongezi yenu ni ya kina, mnashiriki maumivu na kila mara mnasaidiana kukua, lakini tofauti na trauma bond Soul bond huleta amani, sio hofu. Ni upendo wa kukua pamoja, si wa kuumizana. Kisaikolojia huu ni uhusiano unaojengwa juu ya emotional regulation na empathy. Watu wenye soul bond hutambua mipaka, wanaheshimiana na kila mmoja anajua uhuru wa mwingine ndiyo upendo. Aina ya nne, karmic bond au uhusiano wa mafunzo na wakati. Hii bond huja kama somo, sio kwa ajili ya milele. Ni uhusiano unaokufundisha kitu muhimu sana kuhusu wewe, lakini mara nyingi huishia vibaya. Mnapendana sana, lakini kila mara mnakosana vibaya zaidi. Kisaikolojia, huu ni mirror relationship, huonyesha ndani yako kile hujajiponya bado. Unajifunza kupitia maumivu yake na maumivu yako. Hii ni bondi ya ukuaji lakini si ya kudumu. Ukimwona mtu anakusukuma mpaka ujitambue, hiyo ni karmic. Anakuja kukuonyesha makavu yako, sio kukaa. Aina ya tano, intellectual bond, au muunganiko wa akili. Hii ni bondi ya watu wanaounganishwa na akili, maono na falsafa. Mnapenda kujadili mambo makubwa, maana ya maisha, imani, mustakabali Kisaikolojia, hii bond hujenga mental intimacy ambayo mara nyingi ni ya kudumu, lakini changamoto yake ni moja: watu wa aina hii wakikosa emotional intimacy hujiona kama marafiki wa kiakili tu. Kwa hivyo hii bond ni nzuri, ila inahitaji moyo kugusa moyo, si akili tu. Aina ya sita, emotional bond, au muunganiko wa hisia. Hii bond hujengwa kupitia vulnerability ni pale ambapo mnaweza kulia kucheka, kushea siri na bado mkaheshimiana. Hii bondi ni msingi wa mahusiano yenye uponyaji kisaikolojia. Ni bondi inayojengwa juu ya oxytocin, homoni ya uaminifu. Watu wanaoshirikiana kihisia wanapona haraka, wanajenga usalama na wanakuwa pamoja. Hii ndiyo aina ya bond inayofaa kuilinda. Aina ya saba Spiritual bond au muunganiko wa nafsi na dhamira. Hii ndiyo i bond ya kiwango cha juu kabisa, si tu hisia, bali dhamira. Ni pale ambapo mnashirikiana katika kusudi, sio kwa tamaa, bali kwa mwito wa ndani. Watu wenye spiritual bond wanapendana si kwa sababu ya mahitaji, bali kwa sababu ya utambuzi wa nafsi. Wanaishi kusaidiana kukua kiroho, mwili na kisaikolojia ni upendo wa uhuru wa amani na wa kusudi. Sasa hebu jiulize, bond ulionayo sasa inakujenga au inakufunga? Je, unapenda au unajaribu kupona kupitia mtu mwingine? Kumbuka, mahusiano si tiba, bali ni kioo. Kama ndani yako kuna maumivu, utayapata tena kwa mtu mwingine, mpaka ujiponye mwenyewe. Na kama video hii imekugusa, Subscribe kwenye Fikra Chanya kwa sababu kila wiki tunazungumzia uponyaji wa ndani, nguvu ya akili na siri za mahusiano ya kweli. Andika chini kwenye comment, nimegundua bondi yangu ni ipi. Tutazungumza hapo, kwa sababu kujua ni hatua ya kwanza ya kupona.